Tamthilia nzima, eleza ukweli wa kauli hii, Mungu hamwachi mja wake. Hujambo na karibu Teachkrest. Mimi ni mwalimu wako wa Kiswahili Bi Kerubo na leo tunataka tujikite katika tamthilia ya Bembea ya Maisha ambapo tunaangalia insha, uandishi wa insha A zinazo patikana katika kazi ya fasihi. Hivyo tunajiuliza swali la leo aa, kwamba tuweze kuthibitisha ukweli wa kauli kwamba Mungu hamwachi mja wake. Haya, mwanzo kabisa yalikuwa maneno ya dini akimwambia akiwa na swala lilikuwa ni yale ambayo aa, Sara alikuwa ameyapitia. Jambo la kwanza alikuwa anasimangwa, amesemwa kwamba ni tasa uh, wakati mwingine watu wanasema kwamba mmewe pia alikuwa ni mgumba, lakini uh, tunaona kwamba Sara ndiye aliyeumia zaidi, lakini mwishowe Mungu akaweza kumfadhili akapata watoto, ijapokuwa Yona alikuwa anashinikizwa kwamba aweze kuoa ili apate watoto wa jinsia ya kiume. Naona kwamba uh, aliweza kuzaliwa na watoto watatu wa jinsia ya kike na waliweza kufanya vizuri. Mtu kama Neema tunaona hata akiwafadhili wanuna wake kwa kwenda shuleni, aa, hivi kwamba hata akina Luka wanamwonea fahari eh? Hata lile gari analoliendesha linaonyesha kweli kuna fahari hivyo. Tunaona kweli Mungu hamwachi mja wake. Jambo lingine ni kwamba Uh, licha ya kuwa Yona alikuwa analewa mm, kupindukia, mwishoni naona akibadilika. Mungu hakumwacha kabisa uh, kumwacha, mwishowe anabanduka kutoka lindi hilo la ulevi. Uh, jambo lingine tunaona ni kwamba Mungu hakumwacha mja wake ambaye ni Neema pale ambapo alikuwa amepata ajali, akapata mfadhili ambaye alikuwa ni Bunju, akapata flying doctors hivyo kwamba akafanyiwa matibabu na akaweza kupona. Mwingine ambaye Mungu hakumwacha ni Sara, baada ya kupata lile pigo kutoka kwa mmewe, akaweza kuugua, tunaona akienda hospitali aliweza kuugua ku pole, hivyo Mungu hakumwacha hivi kwamba afe. Niposa anapoongea na Adina anamwambia, ah, afadhali maradhi amenipata leo hii, ingekuwa ni jana, angeweza kufanya nini? Kutoboa jambo lingine ambalo linaweza kuthibitisha ukweli wa mm, mithali hii kuwa Mungu hamwachi mja wake ni kwamba ah Uh, Neema alikuwa akiomba aweze kutiliwa pondo na Bunju hapo eh, wenda kulikuwa na zile ule ukosefu wa fedha, lakini mwisho tunaona kwamba Bunju aliweza kumfadhili hivyo Mungu hakumwacha katika lile lindi, kwamba alikuwa na mawazo je, nitamwacha mamangu itakuwa vipi? Mungu hakumwacha. Um, mtu mwingine ambaye Mungu hakumwacha ni Salome ambaye aliweza kupata first class honors, na mwisho akapata nafasi ya kwenda kusomea ugaibuni hivyo Mungu hakumwacha mwingine. Um, ambaye Mungu hakumwacha ni Lemi eh. Kumbuka kwamba licha ya kwamba alikuwa ameshuka ah, katika nambari aliweza kupanda katika alama eh na najifurahisha kule shuleni uh, mtu mwingine ambaye kuachwa uh, nyuma nikiwa uh, ameweza kukua na mambo mengi uh, unaweza kuyaandika hapo chini uh, kwenye comment section ili tuweze kujadiliana kwa pamoja. Hadi wakati mwingine, kwa heri.